Watu wengi huuliza neema ni nini? Acha nikwambie kitu, ndugu yangu, ukiwa na neema ya Mwenyezi Mungu ni kama umepewa ufunguo wa maisha yako. Maana neema ya Mwenyezi Mungu ni kama silaha. Neema ya Mwenyezi Mungu ukiwa nayo ni kama taa katika maisha yako. Utaingia ofisi ambazo watu wengine hawataweza kuingia. Ukiwa na neema ya Mwenyezi Mungu utaweza kufanya vitu kubwa kubwa ambazo watu wengine hawawezi kufanya. Waje tuangalie historia yake Yusufu. Yusufu alikuwa ni kitinda mimba wake Yakobo. Yusufu alikuwa amechukiwa na mandugu zake. Yusufu alikuwa amedharauliwa na mandugu zake lakini babake alikuwa anampenda sana Yusufu. Kwa hivyo, wakati mmoja ndugu zake Yusufu walimpangia njama, wakasema kwamba huyu kijana amependwa sana na baba yetu, kwa hivyo tunataka tumpangie njama tukaweze kumwangamiza Yusufu akafunga safari siku moja kwenda kuwajulia hali ndugu zake waliokuwa malishoni. Kumbe mandugu zake walikuwa washampangia njama kwamba lazima wangemwangamiza wakapanga njama ya kumuua, lakini mmoja wao akasema hapana, badala ya kumuua, wacha tukamtupe kwenye kisima kilichokauka. Wakamweka katika kisima kilichokauka. Siku iliyofuata asubuhi na mapema kulikuwa na wanabiashara walikuwa wanapita kuelekea Misri. Wakafanya njama ya kumuuza Yusufu kule Misri. Wakachinja kondoo mmoja wakapaka damu kwenye vazi lake. Wakaenda kudanganya babake ambaye ni Yakobo kwamba Yusufu ameuliwa na wanyama mwitu ama wanyama pori. Yakobo alilia sana. Yakobo alikuwa na huzuni kwa maana huyu ndiye mwanake wa kitinda mimba aliyekuwa amempenda sana. Lakini je, unadhani kwamba lilikuwa kusudi la ndugu zake kumuuza? Jibu ni kwamba haikuwa makusudi yao ama halikuwa kusudi lao. Huu ulikuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Mungu alikuwa na mpango katika maisha ya Yakobo ya, ya Yusufu alikuwa amempa neema, alikuwa na neema, na hii neema ndio ilikuwa inamwongoza. Kwa hivyo Yusufu alipouzwa Misri, tunaweza pata kwamba neema hii aliyokuwa nayo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ilimuongoza, badala ya kutumika kama wale mahabusu wengine, ama kutumika kama wale vibaraka wengine waliokuwa wameuzwa Misri, Yusufu neema ya Mwenyezi Mungu ilimwongoza hadi katika nyumba ya Potifa. Angalia jinsi neema ilivyomwongoza Yusufu. Badala ya kutumika kama kibaraka mwingine, badala ya kutumika kama wafanyikazi wengine kwenye migodi, badala ya kutumika kama wafanyikazi wengine sehemu tofauti pale Misri. Neema ilimwongoza katika nyumba yake Potifa. Unastaajabu, neema ilimwongoza Yusufu. Neema yake Mwenyezi Mungu iliwaka ndani ya Yusufu, neema yake Mwenyezi Mungu ilikuwa ndani ya Yusufu. Nakwambia ndugu yangu, ukiwa nayo neema huwezi kataliwa, ukiwa nayo neema huwezi fukuzwa mahali, ukiwa nayo neema ya Mwenyezi Mungu vitu zitakufuata bila hata kuulizia. Wacha tuendelee na stori ya Yusufu. Yusufu Yusufu, akiwa katika nyumba ya Potifa, neema ya Mungu bado inamuongoza. Ndio ujue kwamba Mungu hufanya mambo kupitia njia tofauti. Akiwa katika nyumba ya Yusufu ya Potifa, mke wake Potifa alianza kumtamani kwa maana Yusufu, Bibilia inavyoelezea alikuwa kijana mtanashati, alikuwa kijana aliyeumbika, labda kama mimi hivi. Yusufu alikuwa mtanashati, kwa hivyo mke wake Potifa hakujizuia, alitaka kuwa naye Yusufu kimapenzi lakini wacha nikuambie ndugu yangu, halikuwa kusudi lake mke wake Potifa kumtamani Yusufu. Hii ilikuwa ni neema ya Mungu, ilikuwa bado inaongoza Yusufu. Yusufu siku moja akawa katika majaribu pale ambapo mke wake Potifa alijilazimisha kwake ili kulala naye lakini neema iliyokuwa ndani ya Yusufu ilikuwa bado inamuongoza Yusufu. Alikataa, alijua kwamba angemkosea Mungu wake wa Israeli aliye mbinguni. Kwa hivyo, Yusufu aliamua kutoroka chumbani. Mke wake Potifa kuona hivyo, alipiga nduru na kumsingizia Yusufu kwamba alikuwa anataka kumnajisi. Neema ya Mwenyezi Mungu bado inamuongoza Yusufu. Yusufu akatiwa gerezani. Je, unadhani kuwa e, ilikuwa kusudi la Yusufu kwenda gerezani? Hapana, neema ya Mungu bado inamuongoza Yusufu. Yusufu alipokuwa gerezani, kuna jambo la kushtua lilitokea. Kapatikana kwamba mfalme wa Misri alikuwa nayo na ndoto, alikuwa na ndoto mara mbili, kwamba kulikuwa na ng'ombe saba waliokuwa wamenona na ng'ombe saba waliokuwa wamekonda ikawa kwamba wale ng'ombe waliokonda walikuwa na meza yu, wale ng'ombe walionona naye. Kwa ndoto ya pili akaota kwamba kulikuwa na nafaka zilizokuwa zimenawiri na kukawa na nafaka zilizokuwa hazijanawiri. Kwa hivyo nafaka zilizokuwa zinanawiri zilikuwa zinainamia nafaka ambazo hazijanawiri. Akatafuta mtu wa kuu kumtabiria ndoto hii ama kumta kumtafsiria ndoto hii, hakuwa amepata ikawa. Kwamba Yusufu alikuwa nao uwezo wa kutafsiri ndoto. Weangalia jinsi neema ya Mungu inavyofanya kazi katika maisha yake Yusufu. Kwa hivyo mfalme aliita Yusufu kutoka gerezani na kumwambia akamtafsirie ndoto iliyokuwa imemsumbua kwa muda mrefu. Kupitia neema ya Mwenyezi Mungu, Yusufu aliweza kutafsiri ndoto ile. Mfalme akaridhika, akafurahia sana, akamfanya Yusufu kuwa yeye ndiye aliyekuwa kama prime minister pale Egypt ama pale Misri neema ya Mwenyezi Mungu, hadi wakati ambapo mandugu zake walikuja kumtafuta kumpata pale Misri, yote ilikuwa ni neema ya Mwenyezi Mungu, ilikuwa inafanya kazi katika maisha ya Yusufu. Tunajifunza nini kupitia katika stori hii ndogo ama hadithi hii kidogo yake Yusufu? Kwamba ndugu yangu, unapokuwa na neema ya Mwenyezi Mungu, kuna vitu zitatendeka katika maisha yako. Labda utakosa kuamini, labda utakosa kupata ufunuzi kwamba ni nini kinachoendelea katika maisha yako. Itatokea kazi itahitaji certificates, itahitaji diplomas, lakini wewe na hiyo certificate yako ya form 4 utaapply na utaitwa hiyo kazi. Neema ya Mwenyezi Mungu, kutatokea retrenchment katika ofisi yako unayofanya kazi ama sehemu yoyote unayofanya kazi, watu mia mbili watafutwa kazi, wewe utakuwa mtu wa mia moja tisini na tisa. <laughs> Neema ya Mwenyezi Mungu inafanya kazi ndugu yangu. Ukiwa na neema ya Mwenyezi Mungu unaofunuo ama unaofungua maisha yako Unapokuwa na neema ya Mwenyezi Mungu, ndugu, umepata kibali katika maisha yako. Unapokuwa na neema ya Mwenyezi Mungu hakuna chochote kitakachokosekana katika maisha yako. Unapokuwa na neema yake Mwenyezi Mungu, kila jambo unalolifikiria kulifanya litatendeka. Kuna mwimbaji aliimba wimbo huu, mwimbaji wa Kenya na mtanzania kasolo naye Solomon mkubwa, kwamba naomba neema inibebe, naivunje sheria, kwani neema ikinibeba, neema ikinibeba itanitetea. Ndugu yangu, dada yangu, naomba neema ya Mungu itakubebe. Naomba neema ya Mungu ikavunje sheria zote katika maisha yako naomba neema ya Mungu ikavunje protokol zote katika maisha yako. Neema ya Mungu ikavunje protokol zote za kikazi katika maisha yako, kwamba wanapoitisha ma interviews ikavunje hizo protokol, wasiangalie diploma, waangalie uso wako, kwa maana unawaka na neema ya Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu nakuombea kwamba siku hiyo ikifika, neema ya Mungu ikutoe kitandani Ikakupeleke kazini. Wale wengi wataenda interviews, we utaambiwa nipe makaratasi yako. Wacha neema ya Mungu ikakubebe na ikakutetee, kwa maana wewe ni mteule wake Mwenyezi Mungu. Najua kwamba unaweza kosa kuamini hadithi hii, lakini naomba ukamwamini Mwenyezi Mungu, kwa maana inasemekana kwamba hakuna lisilowezekana mbele za Mungu. Hiyo imani yako ndogo itakufanya utafika mahali ambapo labda hukufikiria utafika. Zidi kumtumainia Mungu ndugu yangu, zidi kumtumainia Mungu dada yangu, utafanikiwa. Wacha neema ya Mungu ikakubebe, ikavunje sheria, maana ikikubeba itakutetea.